Ionaje hali yako asubuhi ya leo? Popote hapo ulipo mtazamaji, bila shaka umeamka salama na tayari uko njiani kuelekea katika kazi zako za kila siku ama eneo lako la biashara, na pengine umekusha kuwadia katika eneo la tukio. Labda wewe wasumbuliwa na maradhi, basi Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehma asubuhi ya leo kufanyia wepesi katika afya yako, na kama mfuko ni apeche alolo basi akufungulia milango ya riski. Mie ni Bukhari wa afya hasa, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine kuniita double D si mbaya. Ninakutangazia mubashara ama live kutokea dar es Salaam, Tanzania. Karibu kunako magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia kila siku asubuhi saa moja na nusu, kufahamishana yapi ya mijiri yakaandikwa kwenye nakala mbalimbali mbali, na yamethibitishwa na wahariri pamoja na waandishi wa magazeti haya ya kuwa yafaa kwa umma pando mitambo asubuhi ya leo kukamilisha matangazo haya, siko peke yangu, mwenzangu ni Freedom Richard. Leo tarehe kumi mwezi Oktoba 2025, karibu tuangaze kwa pamoja, nikianzia habari za kitaifa na kimataifa, yaani kurasa za mbele za magazeti. Nipashe, mwanga wa jamii ninalipa kipaumbele, habari yake kuu inasema Aliko Polepole kwaibua utata. Uh, kulikoni? Aliko Polepole kwaibua utata kuipata habari kamili, kamata nakala yako. Mgombea urais ahidi mahari na posho miezi sita wanaotaka kuoa eh, malalamiko ni fursa ya mauzo. Habari hii imetajwa hapo. Rais anasema eh, urais usijaribiwe. Samia anasema hayo, urais usijaribiwe. Kesi ya uhaini shahidi, maneno ya Lisu yalilenga kuitikisa serikali. haya naondoka hapo. Tanzania yetu fahari ya Mtanzania. CHADEMA yalia wimbi la utekaji kuzidi Tanzania. Dr. Samia, uongozi wa nchi sio majaribio. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Kampeni za Dr. Samia Musoma, usipime eh. Dr. Samia, wagombea wako CCM kwingineko mmeliwa eh, bana. Yes, Dr. Samia anasema wagombea wako CCM kwingineko mmeliwa. Uh, Samia ni Lina mpeni tena habari hii imetajwa hapa, na anahitaji wasira. Dkt. Nchimbi ahidi stendi na soko Kibiti, vile vile gazeti Mwelekeo leo yetu ndio kesho yetu linataja habari hiyo. Gazeti Mwelekeo habari kwa kina. Msijaribu eh, Samia anasema eh, awaambia wananchi wasidanganyike, CCM ndio kila kitu lisiwapambana kukwepa kitanzi Israel Palestina kusitisha vita. Hayo na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti Mwelekeo habari kwa kina, unaweza kupata nakala yako. Gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu, benki ya TADB yawa mkombozi kwa wakulima. Serikali yaipongeza shule ya hazina ya Magomeni kwa kuongoza kitaaluma. Tanapa yazindua APP ya kuvutia watalii duniani. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari kubwa anasema uendeshaji nchi hauna majaribio. Hii ni kauli ya mheshimiwa Daktari Samia na mgombea urais kupitia chama cha eh, chama cha CCM. Anasema uendeshaji nchi hauna majaribio, mheshimiwa Rais Samia na mgombea urais kupitia chama cha mapinduzi CCM anasema nchi anayepewa anayeaminiwa. Samia asema nchi anayepewa anayeaminiwa, habari ukurasa wa pili, kwamba anayepewa nchi basi ni yule anayeaminiwa. Haya, naondoka hapo nikiangazia Jamvi la Habari, gazeti lako serikali ya E, serikali haiendeshi kwa majaribio ni kauli ya Samia ambayo inashika hatamu asubuhi ya leo katika nakala tofauti za magazeti. Uwekezaji wa serikali wafikia trilioni tisini na mbili nukta tatu. Habari hii imetajwa katika gazeti Jamvi la Habari. Wamachinga sauti ya wanyonge Watanzania msifanye majaribio. Wasira atahadharisha chokochoko choko kupitia mitandao. Mvutano waibuka mawakili wa serikali na wa Polepole. Habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge. Gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku limeandika siendi kujifunza na ujua vizuri uongozi. Unadhani nani anasema hayo kama si mgombea uraisi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, anasema siendi kujifunza na hujua vizuri uongozi kwa jukumu ni letu tu kumpa kura. Ndiyo mgombea urais ACT Zanzibar awasha moto wa hamasa, hukumu ya ng'ombe wa Kapimilo Oktoba 16 S, sawa. Habari hii imetajwa hapa, wakulima sitini na mbili elfu wanufaika mafunzo kilimo cha mboga, vilevile nakala hiyo utajipatia utakapopata habari eh, hiyo utajipatia utakapoipata nakala hiyo. TADB yawa injini ya mageuzi sekta ya kilimo. mdhibiti ubora aimwagia sifa shule ya msingi Hazina ya Magomeni. Vilevile kaka na dada watupwa jela miaka 30 kwa ku, eh, kwa kuona kwa kuoana na kuzaa huko Simiu. eh, ni kosa la kwa mujibu wa sheria ni kosa Kaka na dada kujamiana ama kuoana na hata kuzaa, hivyo kaka na dada watupwa jela miaka 30 kwa kuoana na kuzaa Simiu. Habari imetajwa katika gazeti uh, gazeti Mwananchi huru. Naondoka hapo nikiangazia Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. TADB kimbilio la wakulima kuongeza uzalishaji. Mdhibiti ubora aridhishwa na vipaji shule ya msingi Hazina ya Magomeni. Tanzania yaongoza ukuzaji utalii endelevu. Waziri Lukuvi aipongeza sekondari ya Medala. Mufti bin Zubair asisitiza watanzania kudumisha amani. Habari hizi utazipata kamili gando katika gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Elnur sauti ya Waislamu. ACT yaahidi kufuta deni la marehemu ashangaa CCM kutoiona kero hiyo, asema kwa ponda Temeke wamepata lulu. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti El Nur sauti ya Waislamu. Tumaini Letu gazeti limeandika: Askofu awanyoshea kidole wenye nia ovu, ataka amani ya nchi idumishwe. Uchaguzi mkuu, wakristo goigoi wawekwa mtegoni, kulikoni? Kamata nakala hiyo, wakristo goigoi wawekwa mtegoni Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Mtazamaji, hii ndio sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Hivyo tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaangazia e, michezo na burudani. Hatuna mambo mengi ukizingatia ni weekend imekwisha anza nukia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

spoti. Wakati huo gazeti Mwelekeo likiandika Stars ilivyopata kipigo kwa Zambia, ni habari ambayo imetajwa hapa. Simba Queens yatinga fainali ngao ya jamii. Vilevile gazeti Taifa Tanzania michezoni, kocha Moroko aliya kukosa eh, mshambuliaji bora dhidi ya Zambia. Mabondia wahakikishiwa eh, knockout ya mama milioni kumi ipo Leo azam football club yaipania KMKM kombe la shirikisho. JKT queens yaichapa yanga princes sita kwa tano. Haya gazeti jamvi la habari sporti, pantev ni zaidi ya kocha mkuu Simba eh, Abi Chams anatoa somo kwa wasanii wa kike, bongo falls bado wa moto, afunguka mapya Jangwani. Habari hiyo utaipata hapo vilevile. Wamachinga spoti limeandika, mashabiki waomba Morocco, moroko wa ajiuzulu stars. Kulikoni, simba yaichapa el hilali ya sudan 2 kwa moja kirafiki tu. Misri yafuzu kombe la dunia 2026, yao kurudi uwanjani, dirisha dogo. Yanga habari utakayoipata katika gazeti wa machinga spoti utakapokamata nakala hiyo majira gazeti huru la kila siku simba queens jkt queens kucheza fainali ngao ya jamii ni mechi ya kisasi vipimo kuhusu jinsia kuanza rasmi 2026 2027 simba ichapa al hilal 2 kwa moja na ondoka hapo mtazamaji nikihitimisha uh, magazetini leo nikihitimisha magazetini leo kutoka hapa studio zetu za Kawe, Dar es Salaam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Kumbuka kusubscribe kama bado hujasubscribe, ili kupata taarifa zetu kwa wakati. Pia bonyeza na alama ya kengele upande. Mitambo ni Freedom Richard. Mdhamini ya subuhi ya leo ni Kanisa la Tabernacle of, eh, of Glory TAG Kawe.